hivyo nafikiri ni mchezo, si ndio? unajua watu wangapi ambao wanauzea jela kwa sababu ya kesi kama hizi? Sikia, wewe ni fai na hapa nie naongea kwa sababu tu nimekuheshimu sana. Toka weweee sit kutoka toka kwangu. Mimi kama sio nakaa. Wewe, wewe unataka kuua ni kesi wewe.

na nilijua kabisa hizi kero zote na hasira zangu nikiwa karibu nayo zitatulia. saidia inabidi sijui awe na moyo aina gani, lakini lile tabasamu la kuniambia ni mtafute limegeuka kuwakilia kwangu, maana sioni msaada wake wowote, na kila nikipiga simu inajikata. Inaonekana nimepewa namba ya gari Vipi, mbona kama ulikuwa unachungulia chungulia? <laughs> Amna shemeji, nimekuja hapa nimegonga muda mrefu sana, nimegonga ngasema, ah, labda wenyewe atakuwa hawapo. Kwa hiyo hapa ndo unakuta nimeamua kuondoka. Haya, karibu. Asante. Ah, shemeji, sasa hivi napendeza sana. Ni kawaida yangu, kama unavyoniona. Kwa jinsi ulivyopendeza hivyo, na unapopendeza kila siku, na tabia ambayo umeifanya siku mbili hizi, ni vitu vitu tofauti hivyo unajua kitu ambacho mimemfanyia Miki kinaumiza sana. Miki anakupenda sana shemeji, sasa wewe unaamua kumuacha. Namwacha mtu katika kipindi ambacho anakuhitaji zaidi, sio kitu kizuri. Jamaa anateseka anaumia, mda wote anakuzungumzia wewe, anatuma kila mtu lakini wapi. Simfanyia hivyo bwana, Miki mrudie Miki, shemeji bwana. <laughs> Yani usichokijua hayo mapenzi ya Miki kwangu kama ana pesa ni sawa tu, na kazi bure. Kwa karne yetu ya ishirini na moja vijana wa rika letu, ili kuwa na pesa ni changamoto sana. Hiki ni kipindi cha utafutaji, si unaelewa? Yupo katika kipindi cha utafutaji na vijana wote ambao tunao sisi tupo katika utafutaji. Kwa mimi na, mimi na shemeji yangu kipindi hiki anatafuta, anabidi aje kula na wewe ambaye katafuta naye. Kwa hiyo kimvumilie kipindi hiki, na hata akija kupata hawezi kukusahau, na mimi naamini kondo hivyo, sasa muache atafute hizo hela, akishazipata atarudi kwangu. Ilo, sio vizuri. Sio vizuri, mfikirie. Na kwa upande wako wewe yani, ani bora ataa maumivu ya kichwa au maumivu ya... wanawake wote ambao mimi nimesha kutembea nao, ilo swala wanalo kwenye vichwa vyao, yani waga si watoke kichwani, lazima unikumbuke, lazima unimisi. Wanawake wote ambao mimi nimekuwa nao, kwa hiyo wewe ni mmoja miongoni mwao, lakini wewe ni mmoja miongoni mwao, na yote yatokana na ufundo wangu kitandani. Mimi ni mchangamfu sana pale juu ya kitanda, nina michezo, nina mitindo. Lakini na taarifa mbaya, mimi nimejiwekea kwamba nikishatembea na mwanamke Uwaga sirudi na mchezo kwa hiyo we endelea kunimiss. Chadi, mume wangu yupo hapa hapa, tupo wawili tu, hamna mtu mwingine. naomba tu kidogo tu kidogo tu, mimi nitaridhika. Endelea kunimiss, endelea hivyo huku ukinikumbuka, lakini swala la kurudia mchezo halipo na haliwezekani. Chadi, tafadhali kidogo tu, mimi nitaridhika. namtwa changamoto sio wewe. Changamoto ni mimi. Mimi nishajikia principles zangu. Mama, Penina amenifukuza kwake na sijui ni kosa gani ambayo imepelekea mpaka akanifukuza. Amekufukuza? Amna ugomvi wote uliotokea baina ya kwake na wewe? Hapana mama, tangia nimeishi naye sijawahi kunyanyua mkono wangu kumpiga. Tena wakati ananifukuza kuna maneno ameyatoa, huenda hayo ndio itakuwa ni chanzo, kwa sababu alikuwa anasema akapata mwanamume mwingine anayemjali na kumsamini na hisi hiyo ndo sababu ya kufanya kwenye enyeu. huyo mwanaume huo unamjua? Sina uhakika zaidi mama, lakini mara kadhaa nimeenda kwake, lakini sijafanikiwa kumkuta. Kuna siku moja nimeenda, nimefika, nikabisha hodi, kuna mtu akatoka ndani akanitolea maneno makali. Sasa sijajua ni huyo ndo mtu wake ama na mwanaume mwingine. Sawa mwanangu, mimi kwanza nashukuru, na kingine niseme pole kwa changamoto ulizozipitia, ila niachie mimi, nitafanyia kazi. Sawa mama, mimi nitashukuru sana ukinirudisha tena, mimi na Penina tukaishi pamoja, nitafurahi sana. Naomba kuwa na amani. Mazari umeshaleta mashtaka kwangu na mimi ndo mzazi wake, basi haina shida mwanangu, naamini litakaa sawa sawa. Mama nimekuelewa. naona unapata kitu cha mtume wa Uislamu wenyewe umekibatiza. <laughs> hata hivyo, nikiangalia baba langu ni safi, kwa hiyo tunaweza tukaendelea. Nilikwambia hapa ndani kila mtu atajipikia mwenyewe, ila ila ya matumizi nataka. Kwa hiyo kama unataka chakula kanunue dukani, ingia jikoni, fika, sina muda kukupikia. sasa mke wangu, chakula sio kitu cha kunyimwa mtu wewe acha mimi nile, baada ya mimi kula ndo akili inakuja sasa. Wewe acha nile sasa hivi, nikisha kula akili ikikaa sawa, tunachanganua sasa napataje pesa ili tununue mchele zaidi ya huo hapa <laughs> nini, unajifanya chizi uli una hela, una hela, una hela, una si ulipotoka ujala chii, si ndio hela kila siku, si si ndio unajua chakula kimetoka wapi? Eh, mikono kaa vaba nini? Ah. <laughs> yani, katika mtu ambae kapata mwanamke ya yani, mwanamke anapenda ya utani paka muda wa chakula <laughs> <laughs> sina utani na wewe, ni yako tena, ukome kabisa, fala wewe. haya ndo malipo naambiwaje, siku zote malipo ni duniani, penguni hakuna wakala huko. Yani mimi mwanamke rafiki yangu. sura nzuri, roho mbaya, sio chakula kitu cha kunyimwa mtu kweli? Tusalimiane kidogo, eh, unyama mwingu, naenda wapi sasa hivi? Naenda nyumbani. Na huko umetokea wapi? Jamani, si nimetoka yeah, kwenye mizunguko kwe yangu, kama mwanamke kweli eh, kweli <laughs> ni mwanamke chuo wewe. Mimi na nakuonaga kila siku unapita unaenda, na unapita unaenda, leo nikasema si unachua <laughs> so, eh? vivi nimevaa manguo ya Kihindi, mhindi wa Kisukuma <laughs> Kwa hiyo wewe sharukani, si ndio? Eh. Wananikupali mimi mwanza aan <tani>, putaka siku moja nikawapigia songi la kuchikuchi ota wote e. Yani wote yani, ni hivi tu au nawe ukayaita nyaunyau style haya manguo. Sasa nisikilize, sharukani. Mimi mwanzo nawengi ni vitu viwili tofauti, labda umekutana naye ukajua aj kajoli sijui au pia kwambie ni mwanamke fulani hivi. Sisi kule nyumbani Mwanza, wanawake weupe kama nyinyi yani, nikikuchukua sasa nakupeleka Mwanza, babu yangu anaweza akanipa hata ng'ombe hamsini, nije nitoe mahali. Wewe mweupe mwanamke, una kibodi chako fulani hivi. Sasa mimi nawe unaona, tunafanana Yani, wewe hapo ndio umetokeleza umevaa hiyo miguu hapo, si kama kama, kama umechukua viloba, si magunia umejifunika? Na kupeleka wapi? maskini ya Mungu, hebu usinipotezee muda bwana wewe ah. eh, so sikia. Ah, jamani. Alafu mii mwanzo hata sio msukuma kivile, mimi mwanzo ni mpemba, sema tu ndio hivyo sije, yani nilikaa sana Mwanza kule ah. Sasa mimi nafeli wapi yani mtoto huyu ah nguo nimetokelezea vizuri tu ya kihindi hindi, anashindwa hata kunielewa <coughs> <coughs> mi, nimeitikia wito wako mamangu. Mi nilikuita kwa sababu ya yule mumeo unaoishi naye, alikuja hapa anasema kwamba unamnyanyasa, unamfukuza, haelewi sababu. Mama ni kweli, mi nimemfukuza nnimemfukuza kwa sababu hakizi aja zangu, hanihudumii, hanipiaki zangu za msingi, na ndomana nimeamua kumwachahataianyumbaj hmm. Yani kila kitu kuvaa kwangu kila kitu kinachonesu mimi najihudumia mwenyewe, asa mwanaume kazi ganibas nikasema mbona mwanangu anakuwa na tabia kama hizi, mwinzie kaja hapa analia na machozi analalamika, kumbe shidaipo kwakee Ndiyo mama. Na vipi bwana anasema ana mwanaume mwingine? Ndiyo mama, mi nimepata mwanaume mwingine, na ndo ananihudumia hivi sasa, ndo ananilipia kodi, ananilisha, kila kitu anafanya yeye. Ni kweli, mashallah, umependeza. Lakini je, huyo mwanamume ukimwangalia, anakufaa? Ndiyo, ni mwanaume sahihi kwangu. Sa mi nakula ugali wangu hapa, natembele, nakuambia tule, utaki mwanangu. Hamna mama, nimekula huko nilipotoka. Huyo aliokuwa naye nabidi umshawishi naye siku aje nyumbani hapa nimuone. Usiwazi mama wangu, nitamwambia kuhusu hilo swala, alafu tutajipanga, ntakuja naye.